Hiyo video unaiona hapo ni video ikionyesha tukio la kushtua karibu na kitovu cha jiji la New York, ni moto wa porini ulioenea sehemu mbalimbali za Long Island. Moshi mzito mweusi unaofuka angani, maofisa wamewambia wakazi wa eneo hilo wafunge madirisha na kukaa ndani. Moto huo upo karibu na eneo la kifahari la Hamptons. Barabara kuu za karibu zimefungwa, lakini hiyo ni picha ya satelaiti picha ambayo inaonyesha moshi mzito ukipaa kutoka eneo hilo. Usiku wa ajali hiyo, gavana wa New York ametangaza hali ya dharura. Maafisa wametoa angalizo hilo kwa umma. Moto huo ambao bado unaendelea unakadiriwa kuwa na urefu wa maili mbili na upana wa maili mbili na nusu. Kuna majeruhi kadhaa madogo lakini kuna jeraha moja lililohitaji mgonjwa kupelekwa katika kituo cha kutibu majeraha ya moto cha hospitali ya Stonebrook. Mmoja wa wazima moto pia amepata jeraha la moto la kiwango cha pili usoni.